Jina Raila Amolo Odinga limeganda kwenye historia ya Kenya kama kiongozi aliyestahimili mawimbi ya siasa kizazi baada ya kizazi. Licha ya kuwa mstari wa mbele kwenye ajenda za demokrasia na mabadiliko ya taifa, Raila alikosa urais mara tano. Safin Achieng Ouma sasa anaangazia matumaini ya Raila yaliyozimwa kila mara alipojitosa uwanjani katika kushika usukani wa jamhuri ya Kenya. Tarehe kumi na tano mwezi Agosti mwaka 2022 tangazo la mshindi wa kinyang'anyiro cha urais lilitolewa kwa mazingira magumu, Ruto William Samoei mheshimiwa Raila Odinga akikosa ushindi. Ilikuwa mara yake ya tano kujitosa uwanjani na kushindwa kwake kuliwavunja moyo wafuasi wake waliokuwepo Bomas. Raila alipinga matokeo kwa msingi wa udanganyifu wa kura. Mara ya kwanza kwa Raila kujitosa kinyang'anyironi chini ya mwavuli wa National Development Party. Raila aliibuka watatu kwenye uchaguzi huo, marehemu rais Mwai Kibaki akiwa wa pili, huku marehemu rais Daniel arap Moi akitangazwa mshindi mwaka wa elfu mbili na mbili. Raila aliweka kando azimio lake kumuunga mkono marehemu rais Mwai Kibaki, lakini alijitosa uwanjani mwaka wa elfu mbili na saba kama mgombea wa chama cha ODM, uchaguzi ambao umesalia kwenye daftari za historia ya Kenya kutokana na vita vilivyozuka baada ya rais Kibaki kutangazwa mshindi, madai ya wizi wa kura ya kusababisha vifo vya watu elfu moja mia moja na watu elfu mia tatu hamsini wa kufurushwa makwao. Ili mbidi aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan kuingilia kati na kupatanisha Raila na Kibaki katika kile kilichojulikana kwa mara ya kwanza nchini kama serikali ya mseto. Raila aliteuliwa kama waziri mkuu. Raila alirejea kinyanganyironi kwa mara ya tatu mwaka 2013 mara hii dhidi ya Uhuru Kenyatta. Uhuru akashinda uchaguzi huo kwa asilimia 50.5. Huku Raila akipata asilimia 43.7 ya kura. Mheshimiwa Raila akatafuta hifadhi mahakamani, lakini mahakama ikaidhinisha ushindi wa Uhuru. Kwa mara ya nne Raila alitifua kivumbi debeni mwaka wa elfu mbili kumi na saba. Mara hii kushindwa kwake kukaongeza kurasa kwenye daftari za historia. Baada yake kupinga matokeo katika mahakama ya juu, ushindi wa Uhuru Kenyatta ulifutiliwa mbali na uchaguzi mpya kuagizwa kufanyika katika siku sitini yeah. Raila Odinga alisusia uchaguzi huo mnamo Oktoba 26 mwaka 2017, na kumpa nafasi Uhuru Kenyatta kunyakua urais kwa asilimia 98.3 ya kura zilizopigwa. Lakini raila hakuachia hapo. Kwenye hafla iliyoandaliwa bustani ya Uhuru, kiongozi huyo wa ODM aliapishwa kama rais wa raia. Wakili Miguna Miguna aliongoza uwapishi huo na kufurushwa nchini muda mfupi baadaye. Mnamo Machi mwaka 2018, Mheshimiwa Raila na aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta wakaunda serikali ya mseto baada ya hansheki iliyobadili tena siasa za taifa. Inawezekana Jaribio lake la mwisho lilikuwa mwaka 2022 ambapo rais William Ruto alimpiku. Hii ilikuwa mara yake ya tano kushindwa, na licha ya kwenda mahakamani, ushindi wa William Ruto ukaidhinishwa. Kwa mara ya tano, Mheshimiwa Raila aliweka wazi azma ya kuwa rais na kwa mara ya tano, azma hiyo ilizimwa. Licha ya upendo wake kwa taifa, majaribio hiyo matano yalidhihirisha moyo wake wa matumaini ya kubadili taifa la Kenya. Safin Aching Ouma, Runinga.